Mheshimiwa Augustin Garobast Mwarija, Jaji na meidi wa Mahakama ya Rufani, uh, Mheshimiwa Dr. Mustafa Mohamed Siani Jaji Kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Mheshimiwa Majaji viongozi wa division za Mahakama Kuu, Mheshimiwa Majaji wa Mahakama Kuu mliopo uh, Mheshimiwa Paul Muhina mwaimu, uh, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, Mheshimiwa Jaji Richard Marima Kibera, ndugu Samuel Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, Profesa Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama mweshimiwa Eva Kiaki Inkia msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania Mwa, wa, ndugu Baraka Leonard katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Bibiana Joseph Kileo naibu mkurugenzi wa mashtaka Bi Alice, uh, ndugu Alis Mturo naibu wakili mkuu wa serikali Mheshimiwa George Helbert msajili wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Chiganga Tegwa, msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Mheshimiwa Boniface Mwabukusi, rais wa Tanganyika Law Society, wajumbe wa baraza la elimu ya sheria mliopo, mkuu wa shule ya sheria kwa vitendo Tanzania, Mheshimiwa naibu wasajili, watendaji wa, wa, wa mahakama, viongozi mbalimbali mliopo watumishi wote wa ngazi mbalimbali serikalini mliopo, ndugu mawakili wapya, uh, wanahabari, wazazi walezi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni karibuni sana katika tukio hili. Ni tukio muhimu sana, ndio maana hata ukumbi huu umejaa na wengine wako huku juu. Ningeanza kwa niaba yenu kwa mara nyingine tena kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa hii ya uhai kwa rehema na fadhili zake, lakini pia hata kwa kutukusanya hapa kwa hili tukio uh, si rahisi, mmoja wenu amefariki hakuweza kupata nafasi hii. Kwa hiyo tunapofiki katika hatua kama hii, tuna kila sababu za kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu, na tunamshukuru pia kwamba wengine mlisafiri kutoka mbali sana katika pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mmesafiri mko hapa kwa salama. Tuendelee kumtukuza na kumshukuru Mwenyezi Mungu ninawapongeza ninyi ambao leo mmekubaliwa kuwa mawakili wa kujitegemea miongoni mwenu wako watumishi wa mahakama majaji na mahakimu na makarani lakini miongoni mwenu pia wako watumishi wa umma katika taasisi mbalimbali za serikali Ninyi mtabaki kuendelea na utumishi wenu na mkiishi maadili haya ya utumishi wa umma, na pale mtakapotaka kuondoka, mtalazimika tena kuomba sasa certificate ya kutekeleza majukumu ya mawakili wanaojitegemea ambao sio watumishi wa umma. Hivyo vyote ambavyo nimewatunuku leo vinaeleza hivyo. Na kwa wale ambao mnaenda kwenye kupractice. Uh, tumepokea ushauri mzuri sana wa kufunda kutoka kwa rais wa Tanganyika Law Society, na, na mimi nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Boniface Mwabukusi kwa ushauri huu muhimu sana. Amewafunda vizuri, yazingatieni aliyowaasa, ushauri ule ni wa muhimu sana katika maisha yenu, baraka zote zimejengwa hapo. Mtu atakaye afodi kumpuuza mnyonge na kumnyanyasa, akachukua rushwa aka- kwa kukompromise haki na masilahi ya mteja wake mnyonge, huyo Mungu atamwadhibu. Ha, hawezi kufanikiwa. Na wakili miongoni mwenu ambaye hatambui umuhimu wa uzalendo kwa taifa hili ni kama hayupo kwa sababu fursa yako ya kufanya practice ya legal, legal practice ni katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sio kwingineko, na fursa hizo ziko za kutosha. Miongoni mwenu huwa wanateuliwa pia majaji, na miongoni mwenu huwa wanateuliwa watu wengine wa kushika nyadhifa mbalimbali katika utumishi wa umma na Nimpongeze pia Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ushauri, kwa malezi haya ya kuwafunda ishini kwa mara mrefu sasa, kwa muda mrefu sasa, mimi nikiwa na mimi nikiwa, wakati huo nikiwa wakili namba moja, moja kwanza, namba mbili dipu tatu ni general and then wakili namba moja, mwanasheria mkuu wa serikali jamhuri ya muungano wa Tanzania mara mbili. Kwa mara ya kwanza leo naona hotuba za kujenga kutoka kwenye Tanganyika Law Society <laughs> na kutoka kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Hivi ndivyo inavyopaswa kuwa utamaduni wetu. Leo ni tukio muhimu la kuwafunda hawa vijana, kuwafunda hawa mawakili ambao wanakuwa admitted kwenye role ya advocate hivi ndivyo inavyopaswa kuwa na wanaoongea walipokuwa wanaongea hawa viongozi wana address zile changamoto zilizoko miongoni mwetu. Kwa hiyo ni niwashukuru sana rais ya uh, uh, uh, Mwabukusi, tukio langu la kwanza tarehe tatu mwezi wa saba la kuadmit hawa mawakili wewe ulikuwa na udhuru hukuwepo. Ninakushukuru sana umeungana na mimi kwa kuwashauri hawa mawakili kama na mimi nilivyoshauri siku ile nikasema ninyi ni wazaliwa wa kwanza na wazaliwa wa kwanza katika jamii zote duniani huwa ni watu so much special wana. Sasa na ninyi mnakuwa wazaliwa wa pili, lakini mkiwa wengi hata kwa kuvunja rekodi. Ombi langu kwa Mwenyezi Mungu ni hili kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki katika maisha yenu, katika utumishi wenu na shughuli zenu za kutetea haki haki haki. <coughs> mkifanya hivyo mtafanikiwa sana. Na exact alichosema Rais Mwabukusi ni kweli, Mungu ni mwanasheria, na yeye ni wa utawala wa sheria, na utawala wake ule unaongozwa na katiba, na katiba ile ina ibara mbili: kumpenda Mungu, kumfanya wa kwanza katika maisha yako yote, lakini na kupenda jirani yako kama nafsi yako lakini hiyo ibara hiyo katiba yenye ibara mbili inazizo pia principal legislation kumi. Kwa hiyo ukisoma kile kitabu cha kutoka Exodus chapter 20 kutoka sura ya ishirini unazipata hizo principal legislation unazipata, ziko kumi, na kutoka sura ya ishirini na moja mpaka ishirini na tatu pale kuna subsidiary legislation zile sheria ndogo zinazotafasiri sheria ndogo so Gonna live with this, gonna live by <laughs> Mheshimiwa Mabukusi amesisitiza sana kuhusu hii ya kuwajali maskini wanyonge, muwe na huruma, hapo mtakuwa mnatekeleza amri ya pili kumpenda jirani yako kama nafsi yako ambayo ndiyo ibara ya pili katika zile ibara mbili katika hotuba ya Mungu katika ile ile katiba ya Mungu ambayo ni katiba ya upendo. Sasa kwa majukumu haya ambayo mnayo, na nimeona moyo wa utayari wa serikali kupitia ofisi wa mwanasheria mkuu wa serikali kuendelea kushirikiana na Tanganyika rusu sati, na ikizingatiwa pia kwamba mwanasheria mkuu wa serikali ndio, ndio advocate namba moja endeleni kuzingatia fursa hizi mnazopewa na serikali, kujenga mahusiano mazuri na serikali katika kutetea masirahi ya taifa hili, ikiwa ni pamoja na kwenye majadiliano ya mikataba. Kama ivyokuwa nasema Raisi Abukuspal, tunataka breni, tunataka zenu zitumike wale sisi. Huku serikalini hatuwezi kujifanya kwamba tunaakiri kuliko wote tuna mashughuli ya mikataba kuna mashughuli sijui ya vitu gani na vitu gani na vitu gani. You have got a role to play and so much pivotal not so much little pivotal, lakini utashirikishwa kama unaonekana pia kwamba una akili nzuri, lakini <laughs> <laughs> viongozi hawa wamewaasa vizuri kwa hotuba ya eh, mheshimiwa Mabukusi na hotuba ya Mheshimiwa Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, nadhani mmeweza kutambua hivi kuwa na akili nzuri ni kuwa mtu wa aina gani. Sasa mimi nichukue nafasi hii kuwaasa kwamba kama mtataka na kuendelea kuwa watu wenye akili nzuri kama mawakili, moja, mtapaswa kuwa sensitive to justice muiwe kuona haki inatendeka na, na ninyi wenyewe mtende haki. La pili mnapaswa kuwa waadilifu, persons of integrity. Uadilifu huko kwa, kwa maana mbili: moja, kuzingatia katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiwemo na zile sheria zinazo govern utumishi wenu wa wakili Yani sheria ya mawakili na kanuni za maadili zinazotungwa na hiyo sheria, lakini kuzingatia maadili na mira za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, mtapaswa kuwa watu mnaomudu majukumu yenu kwa ufanisi ipasavyo competent we gonna be competent. Viongozi hawa wamewawasa namna gani? Mnaweza kuwa so much competent for taking seriously continuing education.